Yesu asifiwe. Haleluya, karibu tena katika mfululizo wa masomo ya familia katika Dar NET Event 2025. Ninamshukuru Mungu tena kwa sababu ya wasilisho liloko mbele yetu. Ninajua jana uliangalia ukaona kwamba wewe ni tabia gani ambazo huenda ni hatarishi kwa ku, zinazoweza kukufanya na kukupelekea kwenye talaka. Sasa leo tunaangalia madhara ya talaka, ili maamuzi yote unayoyafanya ufanye ukijua. Talaka ni jambo ambalo jamii yetu ulimwenguni kote inaathiri mtu binafsi, inaathiri mahusiano, inaathiri uchumi, inatuathiri kisaikolojia, inaathiri afya zetu, mambo yote kama hayo. Na kwa sasa tutajibu kuangalia namna mbalimbali inavyoweza kutuathiri. Na tara, e, mtu mmoja anaitwa Aka, aki, akiandika lile neno lililoandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo kusema kwamba nao wataambatana, mwanamme atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana. Akasema hilo neno kuambatana sawasawa na kugundisha, ndio lililotumika. Sasa anasema ni kwa mfano, uchukue karatasi mbili uzigundishe pamoja, halafu uziruhusu kukauka, maana zimekaa pamoja muda mrefu. Ukiamua ukasema, sasa nataka karatasi ziachane, utapata karatasi mbili au utapata karatasi nyingi ukiachanisha? Hebu mnijibu, mbona mnijibu? Utapata karatasi nyingi, na ndicho kinachotokea watu wanapoachana. Nasema hawabaki kama alivyo bila kujali sababu zilizofanya mwachane. Mnaruka kisaikolojia, mnararuka kiafya, mnararuka kimahusiano, na hata katika malezi ya watoto. Sasa taraka inatokeaje? Kuna wakati taraka haionekani ofishali kabisa kwamba mmeenda kwa hakimu na mkaachana. Wakati mwingine, mwenzi anatoroka tu, anafanya kama kuterekeza na humuoni tena. Hiyo inaweza kuwa ni kama taraka pia au ni ya kushitukiza watu. Unaona wanapendana wako pamoja, lakini mmoja nashitukia, anasema kwamba mimi naenda mahakamani, ndoa inaisha. Inashangaza, lakini kuna ile inayotokea kwa sababu kuna vurugu, kuna mapambano, kuna kugombana. Hiyo pia ni talaka sasa kuna kulazimika, kuna mtu anahama mazingira aliyokuwa amezoea anaenda mahali pengine, watoto wanabadilisha shule, ratiba zinabadilika. Mlizoea kusaidiana wawili, sasa ni mmoja, kwa hiyo ratiba zinabadilika. Lakini pia wale ambao ulikuwa na uhusiano nao, uhusiano unabadilika. Unasema huyu alikuwa mama mkwe wangu, huyu alikuwa shemeji yangu, mna mahusiano kati ya wale watu yanabadilika lakini pia kuna kubadilika kwa majukumu. Unaanza kulea waza watoto peke yako, au mwingine anabaki eh, anaambiwa kwamba leta matumizi zinatuma, au utatembelea watoto mara kadhaa. Majukumu yanabadilika lakini katika mvurugiko wa mpangilio wa familia kuna wakati wale watu walioachana labda anaolewa au anaoa, wanapokuwa kule, watoto wanabadilisha mahusiano, mara anasema baba wa kambo au mama wa kambo au watoto wa mama, watoto wa baba. Kwa hiyo kuna mvurugiko wa namna hiyo, lakini pia kuna kubadilika eh, kama nilivyosema, mahusiano kati ya ndugu na familia kuna mabadiliko pia kisaikolojia. Kisaikolojia yani katika afya yako ya akili, nini kinatokea katika hisia zako? Ni jambo gani natokea? Talaka inaweza kusababisha hisia za huzuni, maana wewe sio jiwe, moyo wako sio jiwe, moyo unaoumia kwa sababu ulitengana naye, ulimpenda na huwea, zile sababu za kutengana pia zimeku choma zimekuumiza na huenda, basi jaribu inavyowezekana. Kuna huzuni, kuna upweke, kuna wasiwasi kwamba hivi mbeleni kuna kuwaje, kuna hasira, kuna hisia za kupoteza aibu na hatia, hivyo vyote vinakufuata. Lakini pia kisaikolojia, ndani ya hisia, baadhi ya watu walioachika au walioachana baadaye hutamani wangefanya bidii zaidi kuokoa ndoa zilizoendelea kuwa nacho lakini kuna hali ya kuto kujithamini au low self-esteem, katika, katika, eh, katika akili ya yule mtu ambaye ameachana talaka inaweza kukuathiri sana kwa kiasi kikubwa uwezo wa kujithamini ukajisikia kwamba mimi nimeshindwa Ukahisi, ukajisikia kwamba umekataliwa, na hasa kwa mfano inapotokea eh, kwa sababu ya usaliti wa zinaa, unasema mimi ameniona ni takataka, mimi sifai, amenionaje. Na inaweza akakuondolea kujia, kujiamini, kujiamini kwako na kujisikia duni, lakini pia wengine, anaweza akasikia kwamba kuvunjika kwa ndoa hii ni kasoro imetokea maishani. Mimi siyo mwanandoa tena, mimi ni ambaye sistahili, nime, nina, nina jina katika jamii kwamba aliachika na watoto wanajua wanasema kwamba mama yetu au baba yetu aliachika. Kwa hiyo hisia hizi zinaweza kukufanya iwe vigumu kusonga mbele au hata kustawi katika maisha mapya, hasa unapoendelea kuwa mzazi pekee. Tuangalie kijamii kijamii, uh, taraka kufanyaje? Taraka inaweza kukusababishia kupoteza au kuvuruga mtandao wako wa marafiki wale ambao mlikuwa mmezoeana, kwa sababu mlikuwa pamoja na mke wako au mme wako au mwenzi wako. Zinaweza kakuletea hisia za kutengwa wakati mwingine kwa sababu hupati ujasiri wa kuchangamana na wale ulikuwa unachangamana nao, unaweza ukapoteza hao marafiki maana huenda mlikuwa mnakutana mahali fulani, mke na mume, mke na mume, unajiona na peke yako, unakaa peke yako. Na wakati mwingine hata makanisani kuna vipindi vinazungumzwa wana ndoa uh, unajisikia peke, na katika jamii zingine Kuachika kuna nyanyapaliwa, wanakuona kama mtu asiyekubalika, mtu aliyeshindwa. Wanasema huyo utamweza, ndiyo maana hata ndoa yake ilimshinda. Kwa hiyo wanakunyanyapaa, ukigeuka hivi unahisi kusemwa nyuma yako. Kwa hiyo, kijamii unaathirika. Changamoto za kupoteza imani na watu zinaweza zikakutokea pia. Kwa hofu ya kuweza kufanyiwa madhara mengine, ndio maana mtu mwingine anaapa anasema, mimi kuolewa tena hakuna, au mimi kuoa tena mtu asiniambie. Anapata changamoto akama, eh, ni mwanamke anachukia wanaume wote au mwanamume anachukia wanaume wote, anahisi wote baba. Nimeshasikia, eh, nishasikia wanawake fulani, tuko kwenye basi wanasema hivi, nyie mnawajua wanaume, wanaume baba yao ni mmoja wanafanana lakini ukweli sio kwamba wanafanana. Kuna vitu wanafanana lakini hawafanani wote, na kunaweza kuwa na mivutano. Malezi ya watoto, mmoja anataka wachukue mwingine hataki, na mipango ya kuwatembelea ina wavuruga akili. Kijamii, kuna mahali, siku moja nilienda shuleni nikakuta kuna vurumai katika shule. Nilikuwa nimeenda kutembelea mtoto wangu nikakuta kuna vurumai. Vurumai imetokeaje? Mtoto alile na baba, aliletwa na baba yake shule akamwandikisha, na sasa baba alikuwa haruhusu mama kuona watoto, na mama akajua mtoto yuko wapi. Yeye yule mama naye akaenda, alipoenda akataka akachukua mtoto, na mtoto anamuuliza, akasema ni mama yangu. Shule Kajua ni sawa, ni mama yake na cheti cha kuzaliwa kinaonyesha ni mama. Basi akachukua mtoto. Siku ya siku ile baba akaja, alipokuja na yeye anadai mtoto, wakamwambia amechukuliwa na mama yake. Akasema mama yake ndiye aliwapatia huyu mtoto, mtueleze mtoto yuko wapi? Kwa hiyo kesi za wanandoa zinaletwa kwenye shule, wakati shule sio kesi yao. Kwa hiyo nikakuta katika hiyo shule wameweka sheria kwamba anayeleta anayeruhusiwa kuchukuliwa mtoto ni yule ambaye picha yake ililetwa shuleni, ili wakuangalie ni wewe uliyeandikishwa pale shuleni kuchukua mtoto. Kwa hiyo hayo ni madhara ya kijamii yanayotokea, lakini kimwili pia mambo yanatokea. Wanaume walioachwa au walioachika mara nyingi wanaweza wakakumbwa zaidi na magonjwa ya moyo, maana wanaume wanajua, hawaongei sana. Wanawake ukiachika, dunia nzima itajua, utaongea na wachungaji na, na marafiki utaongea na wazazi utaongea na kila mahali, lakini mwanamume anakufa na anakuwa ananyamaza, lakini kule ndani anabubujika, ana, ana, ana eh, hasira maumivu, majuto. Na hao wanaume mara nyingi wanapata matatizo ya moyo au kiharusi kuliko wanaume ambao hawajatalikiana. Lakini wanaume kwa ujumla, mara nyingi kama nilivyosema, hawana msaada mkubwa katika jamii kama wanawake. Mwanamke anaweza kalia wanawake wenzake wakamfariji, wanawake wengine, hata wakati mwingine kuna wakati wanawake wanaunda vikundi vya wazazi pekee, wanawake walioachika wanakaa pamoja na mara nyingi wana, wana, ha, hawa wanaume wanapoteza baadhi ya marafiki, wanakosa msaada na hivyo inawawekea athari za kiafya. Wanawake pia nao kwa ujumla wanakuwa na wakati mgumu kiuchumi na anapokuwa na wakati mgumu kiuchumi na msongo wa kulea watoto na kukimbizana huku na huku, inaweza ikamuathiri kiafya. Ndio maana unakuta watoto, waza, wanawake wanapata madonda ya tumbo na pia matatizo ya uh, shinikizo la damu inalokuwa juu. Kuna madhara ya muda mfupi, lakini pia kuna madhara ya muda mrefu. Madhara ya muda mrefu ni kwamba kwa, kwa mfano afya kimwili ina uh, uh, uh, uh, kimwili ile misongo ambayo inaipata mara kwa mara inaweza kuathiri vibaya afya yako ya mwili na kuongeza uwezekano wa magonjwa sugu na hivyo kufupisha maisha yule aliyeachika au kuachana. Lakini kwa sababu ya kimahusiano, eh, wengine wanaweza kupata ugumu wa kutulia na, na kudumisha mahusiano ya ndoa baadaye. Ndiyo maana unakuta mtu anakuwa na unakuta ameachika ame mara moja ameachika mara ya pili na hata mara ya tatu. Mimi kuna mtu namjua ambaye wakati namfahamu alikuwa na mke wa sita, lakini hakai na wanawake sita, ni mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo inaweza kakuletea madhara ya muda mrefu kimahusiano. Uh, wakati mwingine pia, uh, taraka ina athari za muda mrefu kwa vizazi vijavyo. Kwa mfano eh, unaweza kukuta ile tabia ya kuachana inarithishwa kizazi hadi kizazi. U, una, ina, inaathiri mwenendo wa familia na mahusiano. Unakuta babu aliachika, baba aliachika na mtoto ameachika. Kwa hiyo hayo ni madhara ya muda mrefu, maana kwa vitendo wanaona kwamba uwezo wa kutua matatizo tu ni kuwayakimbia kuachana, na huyo mtu asikusumbue. Kiuchumi, kuna madhara pia. Taraka inaweza kuwa na madhara makubwa kiuchumi kwa wahusika wote wawili. Mara nyingi napotokea mali zinagawanwa na zikigawanywa, ule, ule mtiririko na mwendelezo unaathirika na unaweza kupungu, kukawa, na kupungua kwa mali na kuongezeka kwa madeni na mabadiliko ya mapato na gharama. Na hasa kwa mfano, kama mwanaume ameambiwa utatunza watoto, kile kiwango unachopewa wakati mwingine ni kiwango ambacho mngekula pamoja kama familia. Kwa hiyo kiuchumi mnaathirika, na inaweza ikawaathiri maandalizi ya uzeeni na usalama wa kifedha kwa muda mrefu, kwa muda mrefu. Um, kiroho pia kuna athari kwa sababu taraka inaweza ikakusababisha eh, hali yako ya kiroho kushuka kwa sababu ya zile sababu za kisaikolojia na kijamii, ukajisikia kwamba uh, hata Mungu hakujali, kwa nini mimi? Ni watu watanionaje kanisani? Ukaanza hata kutoenda kanisani, na kadri unapoacha kuchangamana ndivyo unavyoathirika. Wengine pia kuna wakati anapoachika anaweza akakuwa kiimani ikiwa yule aliyeacha naye ndiye alikuwa chanzo cha anguko hilo, anaweza akasimama imara zaidi. Na wengine wanaweza kukabiliana na hisia za kupoteza, anakuwa na hasira na kutilia mashaka imani yake. Mwingine anasema mimi hata huyu Mungu maana niliomba niliomba, bingwa anipie na Mungu anionyesha ni mume huyu. Imekuwaje Mungu amenifanyia hivi? Kwa hiyo watu wanakasirika, hadi wanakasirika na Mungu. Hebu tuone madhara kwa watoto sasa. Watoto wanaweza waka, wakawa na chuki, wasiwasi, kutokujiamini, kusikia hasira na kuwa na hofu, kutekezwa Eh, wanakuwa nasi wa kwamba nimekataliwa, kwamba nimekataliwa, anajisikia vibaya. Watoto wengine wakisema kwamba baba yako yuko wapi au mama yako yuko wapi, anashindwa kuelewa kujieleza vizuri, na kwa hivyo mtoto anaathirika kisaikolojia. Lakini pia watoto wengine huwa wanaanza kuwa walezi, hasa watoto wa kike kwa mama zao Ma, analia mama kwa sababu manan, unajua nimesema wanawake wanaji wanaonyesha eh, hisia zao. Mama analia kale katoto kakike kanahangaika kanabembeleza mama yake, anakuwa mlezi au ana, anaanza anabaki na wadogo zake, kwa sababu mama yake ameathirika kiuchumi, anaanza kukimbizana na, na, na maisha huko na huko, yule mtoto mdogo anaanza kuchukua majukumu ya mtu mzima lakini pia zipo nyumba ambapo nakuta mwanaume aliachika na amebaki na watoto, wale watoto unakuta wanaanza kuleana wao kwa wao, wakati mwanaume anakwenda katika utafutaji, na kwa, ile hali ya, ku, na, ya kuwa na majukumu ya utu uzima kabla ya wakati yanaathiri makuzi yao watoto pia. Wana, wanaweza wasieleweke wanavyoumwa na talaka. Mtoto anaweza akaathirika kisaikolojia, asifanye vizuri darasani, ajitenge na marafiki, lakini unakuta hawamwelewi hawajui, wanamwambia wewe, kwa nini ukazani, wewe kwa nini ufanyi hivi? Na kwa sababu katika lugha yake ya kitu hawezi kujieleza, hakuna anayemwelewa. Athari hizo zinakuja kuonekana baadaye, wakati umechelewa lakini mtoto anaweza asifanye vizuri kitaaluma shuleni kwa sababu yuko peke yake. Tokea kuna siku moja hasa, hasa, kuna mama niambia kwa siku moja, aliona mtoto akiwa anaandika notes katikati ya notes ndani ya daftari hilo hilo. Mwalimu yule alikuwa mwalimu mcha Mungu, akajiuliza kwa nini huyu mtoto anaandika notes tena ndani ya daftari akauliza yule mtoto. Yule mtoto akasema mimi sikai na wazazi wangu, lakini nakaa na bibi yangu, na bibi yangu hana hela ya za kuninunulia madaftari. Kwa hiyo sitaki kupoteza noti, naandika noti zingine, yani noti za geography anaandika kwenye daftari la history. Hiyo, kuna vitu kama hivyo vinaweza kuwapatia watoto msongo, ila kuna madhara kwa watoto ya muda mrefu anaweza akiwa mzima akashindwa katika ndoa zake mwe, yake mwenyewe, maana aliona mama au baba, ndoa iliposhindikana aliacha, na yeye anaona kwamba basi na mimi nitaacha. Alafu uh, kukosa imani katika mahusiano. Kuna watoto wanaangalia walicho ndani ya nyumba, kwa sababu unajua mpaka wazazi wanachana sio jambo la siku moja, walishaona ngumi, walishasikia matusi, walish kufungiwa kwenye milango, walishalia wa, wa, vyumbani, kwa sababu wazazi wanagombana. Kwa hiyo wanakosa imani na mahusiano. Watoto wanaweza kuchelewa pia kujiingiza katika ndoa, anafika umri anaendelea, mnafika mpaka miaka thelathini, anawaza anasema, hivi kweli niolewe ni, ni au niowe? Sina uhakika kwa sababu ya kile walichokipata nyumbani, na mwisho wengi anaweza kuamua kuwa mzazi pekee, anasema nyumba sitaki. Mimi nitakuwa na watoto, kile nilichokiona kwetu sitaki kinipate mwingine. Anaamua kubaki peke yake maishani. Hayo ni madhara ya muda mrefu kwa watoto, na usingependa kuona mtoto, matokeo ya kile kilichofanyika katika familia yako yanamkumba mtoto wako. Kwa hiyo ninapozungumza um, somo hili inawezekana, inawezekana ulikuwa ukifikiria habari hii ya taraka, na kama Mungu akikusaidia, hebu jaribu kufanya jambo tofauti. Uh, leta mwitikio tofauti. Uh, jaribu kubadili tulivyoongea jana, ujaribu kuleta mwenendo tofauti na ule uliozoeleka, huenda unaweza ukaokoa ndoa yako. Jaribu tena kwa maombi na kwa msaada wa Mungu. Unajua, kama kuna kitu wanandoa wanapaswa kutamani, ni kuwa na mwenzi wako milele. Bwana Yesu asifiwe milele. Unajua, tunasema kweli hadi mauti itakapotutenganisha, lakini baada ya maisha haya ungependa katika uzima wa milele uone yule ambaye ulitumia maisha yako yote pamoja naye hapa duniani. Uh, wakati mwingine huwa mume wangu ananitania ananiambia kwamba ah, mimi sijui kama mbinguni watu watakuwa na wake zao au na waume zao, lakini kama utakuwa huko basi, wakati mimi eh, kama nitakapokuwa na pepeni natembelea, nitakukuta na, na nitakuwa nitakuwa napita na kusalimia ukiwa kwenye sayari yako na, unaona kabisa kwamba ni matamanio kwamba baada ya maisha haya maisha yasiishie hapa lakini huyo mwenzi wako ambaye Mungu amekupatia kati ya wanadamu wote, akakupatia wewe, ana kusudi kwamba mjengane katika maisha haya na maisha ya kudumu. Kila siku nitaba, asiwepo mke atakayepoteza uzima kwa sababu ulimuoa, wala asiwepo mume atakayepotea uzima wa milele kwa sababu alikuoa, au mtoto kwa sababu alizaliwa katika hii familia. Tutamani kuwa na wenzi wetu na familia zetu milele. Waombe kwamba kuwa eh, wakati wa maombi, ikiwa Mungu amekugusa katika moyo wako na unatamani kwamba Mungu akujengee nyumba yako, umwombe Mungu kwamba mimi Mungu, nataka ni dumu na mwenzi wangu maisha yote, kadri utakavyonijalia na kuomba Bwana unisaidie na, umu, na kama kweli kuna purukushani katika ndoa zinazoonyesha hali ya kuharibika katika ndoa yako, wewe unayenisikiliza na wewe unayetazama, hebu iwe ajenda ya maombi yako siku ya leo. Na Mungu anasikiliza, Mungu anaponya, Mungu anatengeneza pia uh, hata watu ambao wameshindikana ni wagumu. Hakuna anayeweza kushindwa ambaye anaanza kumshinda Mungu. Mungu anafanya uwezo wa kubadilisha mioyo, ndiye anayesema kwamba ataondoa moyo wa jiwe na kuweka moyo wa nyama. Anaweza. Si tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, Mungu mtakatifu, inawezekana kuna msikilizaji na mtamaji anayenisikiliza ambaye ndoa yake iko katika hali ya hatari wewe Mungu unayejua kuokoa, naomba hiyo ndoa uiokoe. Na ikiwa kuna mtu ambaye kwa tabia yake isiyofaa anajaribu kuharibu ndoa yake wenyewe, tunaomba utusaidie. E Mungu wewe, badilishe maana uwe. Shabaki, watu wasaliti Kiarabu eh. Sasa mimi ninatamani mm -hmm. kwa sababu ya wale wengi ambao wanatufuatilia Tanzania ina, mate, ina, ina makabila mengi sana. Nikweli? Natamani kuanzia kesho kwa namba ambao utatajia mm hamisi -hmm. namba pia mrejesho mm -hmm. utuambie kwa lugha yako nuru ya matumaini unatamka kwa namna gani hapo? Sitakuwa sawa sawa, hiyo itakuwa nzuri hiyo. E, kama ni msafu wa Mnyakyusa, Msukuma, Mpare, uh, Mpare. Mm. vyote vyote, Mjita, vyote, Mjita. Nuru ya matumaini mnatamka nini? Wakati unatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0677 090 741 0677 090741 tueleze, unaitwa nani? Natumaini kwa kilugha chenu kwenu kabisa kule. Uh, ninyi mnahitaji, ukiniuliza okay, mimi sasa hivi nitakuomba subiri kwanza nimpigie mama simu eh, ninaenda nyumbani kidogo, siku nyingi. <laughs> Wapo marafiki ambao wanaendelea kushiriki pamoja nasi kwa kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Ipo rafiki anaitwa Elisha Meshak, anasema nafurahia sana kwaya za Kisabato japo, uh, mimi uh, sio mwimbaji. Amen. Ila nazidi kubarikiwa na uimbaji. Amina. Lakini rafiki anatuandikia, anaitwa Christina Ezekiel, anasema Mabibo Hostel kwaya wamenibariki sana, Mungu wa wabariki. Amina. Asante sana. Asante, tumepokea mrejesho. Kituo cha chake chake, kanisa la Mkuyuni, mtaa wa Butimba, Mwanza, wana mahudhurio kila siku watu takribani hamsini wanabarikiwa na tuseme amina. Amen. Rafiki anasema mbarikiwe, tunaendelea kubarikiwa katika kituo cha mnadani, kanisa la Idete a, siku ya jana watu watatu wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Hallelujah. Amen. Anaitwa Dr. Naftari Lugendo anasema anatupata kwa uzuri kutokea pale Nairobi, Kenya. Amen. Lakini nabarikiwa nikiwa Dubai. Bwana awabariki sana. Anaitwa Shukran Julius kutokea Dubai. Amen. Asante sana kwa mrejesho rafiki, anasema Bwana Yesu asifiwe. Mpaka sasa katika mtaa wa Muhunze wamebatizwa watu 34 kwa mchangano ufuatao. Muhunze watu kumi na mbili, Mwataga, Agape, Makipoya uh, pamoja na Uh, jumla ni watu 38. Ujumbe kutoka kwa mchungaji Mbogo, tunawapongeza kwa kuendelea kuchagua nuru ya matumaini. Asante sana, anasema anazidi kubarikiwa na matangazo haya, anaitwa Emmanuel. Lakini uh, Mbogo JR anasema kanisa la Beroya Mission kule uh, Geita, mm-hmm. uh, siku ya sabato ya kesho zaidi ya watu hamsini watakwenda kubatizwa Amina, uh, katika sabato hii Amina. Lakini pamoja na taarifa hiyo, rafiki anaitwa Musa uh, madama tunazidi kubarikiwa kutokea Morogoro Golani pale, na Mungu awabariki sana kutokea hapo Magomeni. Amina sana rafiki, ameongeza sauti kabisa kutoka Arusha anaitwa Grace, yupo na majirani zake wanasikiza kipindi kwa uzuri kabisa. Asante rafiki, kupitia ukurasa wa YouTube you, uh, Yunista Joseph anasema tunabarikiwa.